Habari zenu wote, mimi ni Dikt Jasmine Rath, mshauri mwandamizi wa magonjwa ya wanawake na uzazi na daktari bingwa wa upasuaji wa laparoskopi katika hospitali ya Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Leo tutaangazia kuhusu mbinu za kukausha maziwa ya mama. Kama mnavyofahamu, maziwa ya mama ni muhimu sana kwa watoto wachanga, hivyo mama anaweza kunyonyesha mtoto hadi miaka miwili pia lakini baada ya mwaka mmoja wa kunyonyesha si lazima sana kuendelea. Kuna mbinu fulani ambazo nitawaeleza jinsi ya kukausha maziwa ya mama. Moja ni njia ya asili. Ukianza kumwachisha mtoto kunyonyesha taratibu, maziwa pia hupungua polepole. Hii ni njia ya asili. Njia nyingine ni kama kuweka barafu kwenye matiti au kuvaa sidiria iliyobana ili maziwa yapungue taratibu. Njia za kitabibu ambazo ni vidonge tunavyotoa ni kama Cabergoline au Bromocriptine. Na wakati mwingine tunatoa vidonge vya kupanga uzazi ambavyo hupunguza maziwa ya mama polepole pole. Hivyo hizi ndizo njia ambazo unaweza kutumia, lakini kabla ya kutumia njia hizi, tafadhali wasiliana na daktari wako au mtoa huduma ya afya ili akupe ushauri kulingana na mahitaji yako. Asante.